Nilipogundua kuwa upendo wangu haukufa kwa sababu ya kifo, bali kwa sababu ya ukimya, ndipo nilijua kuna maumivu ambayo hayaombi msamaha. Siku hiyo niliamka nikiwa na moyo uliopasuka mara mbili. Mara ya kwanza kwa sababu nilimpenda kwa mioyo yote, mara ya pili kwa sababu alichagua kuninyamazisha baada ya ndoa yake, kana kwamba sikuwa nimewahi kuwepo. Hiki ndicho kisa ambacho nilijifunza kuwa sauti ya ukimya inaweza kupiga kelele kuliko maneno elfu moja na kwamba upendo unaweza kuzikwa hai bila hata kuaga. Nilianza safari hii nikiwa na imani isiyotikisika. Nilimpenda kwa uaminifu, kwa uvumilivu, kwa kujitoa bila kuweka akiba. Nilimpenda kwa namna ambayo watu wanasema ni ujinga, lakini mimi niliita uaminifu. Nilimpenda hata pale alipokuwa hana hata pale alipokuwa akijaribu kujitafuta, hata pale alipokuwa akiniambia ningoje kidogo, niwe mvumilivu, niamini kwamba kesho itakuwa bora. Nilimpenda bila masharti, nikijua kuwa mapenzi ya kweli yanapimwa kwenye giza, si kwenye mwanga. Kesha ndoa ikaja, sio ndoa yetu, ndoa yake, ndoa ambayo ilianza kwa kelele za shangwe, lakini ikaishia kwangu kwa ukimya mzito unaokandamiza pumzi. Sikupewa neno la mwisho, sikupewa ufafanuzi, sikupewa hata heshima ya kuaga. Nilipotezwa taratibu, kama kivuli kinachofutwa na mwanga wa ghafla. Nilipiga simu, nikatuma ujumbe, nikangoja majibu ambayo hayakuwahi kuja. Ukimya wake ulikuwa mkali kuliko matusi, ukimya wake ulikuwa hukumu isiyo na rufaa. Kulikuwa na mtu mmoja aliyeniona nikididimia, mtu mwema, mwenye moyo safi lakini asiye na uwezo wa kubadilisha ukweli. Aliniambia niwe makini. Alinionya kuwa kuna mapenzi ambayo hayakui, yanakunywa nguvu zako tu. Aliniambia nijiokoe mapema, kabla sijavunjika kabisa. Alinijali, alinionea huruma, lakini hakuwa na mamlaka juu ya maamuzi yangu. Alikuwa sauti ya busara pembeni, lakini moyo wangu ulikuwa tayari umefanya uamuzi wake. Niliapa jambo moja. Niliapa kwamba sitaruhusu ukimya wake unifute. Niliamua kwamba hata kama upendo wangu umeachwa njiani, mimi sitaacha kujiamini. Nilichagua kusimama hata miguu yangu ilipokuwa inatetemeka. Nilichagua kuendelea hata machozi yaliponiziba kuona. Niliamua kwamba maumivu hayatanifafanua , bali nitayatumia kama daraja la kuvuka kwenda kwenye mimi mpya. Safari yangu ilinitoa kwenye dunia niliyokuwa nimeizoea. Nilijikuta nikiingia kwenye ulimwengu mpana ambapo tofauti zilikuwa dhahiri. Niliona watu wenye nguvu wakipita bila kuuliza na wasio na msaada wakisukumwa pembeni. Niliona ahadi zikitolewa kwa urahisi na kuvunjwa kwa kasi ile ile. Niliona mapenzi yakigeuzwa mikataba na hisia zikihesabiwa kwa faida. Nilikuwa maskini wa majibu nikiwa na utajiri wa maswali. Nilijifunza kuwa katika dunia hii sauti kubwa mara nyingi husikilizwa kuliko moyo wa kweli. Nilipitia dharau, nilipitia kutiliwa shaka. Niliona macho yanayonitazama kana kwamba mimi ndiye tatizo, kana kwamba nilipaswa kujua mapema, kana kwamba nilipaswa kusoma ishara ambazo hazikuwahi ikiandikwa. Niliposimulia maumivu yangu, niliambiwa nivumilie. Nilipojaribu kueleza ukimya wake, niliambiwa nimeshika sana. Niliposema bado ninaumia, niliambiwa muda utaponya. Lakini hawakujua kuwa muda hauponyi pale ukweli unapokosekana. Kisha ugunduzi ukaja, sio kama radi, bali kama baridi inayopenya mifupa. Niligundua kuwa ukimya wake haukuwa ajali, ulikuwa chaguo. Niligundua kuwa alichagua amani yake juu ya ukweli wangu, alichagua hadhi mpya juu ya historia yetu, alichagua kusahau ili aendelee, bila kujali kwamba mimi nilikuwa nimebaki nyuma nikikusanya vipande vya moyo wangu. Ugunduzi huo ulinivunja, lakini pia ulinifungua macho. Nilielewa kwamba mapenzi yasiyoweza kusema ukweli si mapenzi, ni hofu iliyojificha. Nilihitaji uthabitisho wa thamani yangu sio kutoka kwake bali kutoka kwangu mwenyewe. Nilijikusanya, nilijenga ujasiri kutoka kwenye kifusi cha matumaini. Nilijifunza kutumia sauti yangu tena, nilifanya kazi kwa bidii, nilijitambua, nilijipenda tena kwa hatua ndogo ndogo. Nilipoanza kusimama wiri, watu walishangaa. Nilipoacha kuomba majibu, majibu yakaanza kujitokeza ndani yangu. Nilipoacha kusubiri, maisha yakaanza kusonga. Lakini migogoro haikukoma. Wivu ulirudi kama kivuli, urumu ulienea. Kulikuwa na jitihada za kunivuta nyuma, kunikumbusha nilikotoka, kunifanya nihisi bado sifai. Nilihisi dhulma ikijaribu kunizuia kusonga mbele, lakini nilikuwa nimejifunza somo moja muhimu: maendeleo yako hukera wale wanaokukumbuka ukiwa chini. Nilikaa imara, sikurudisha hasira kwa hasira nilirudisha ukimya kwa kazi na maumivu kwa ukuaji. Haki ilijitokeza kwa njia isiyotarajiwa, sio kupitia kisasi bali kupitia ukweli uliojitokeza hadharani. Mtu wa mamlaka ya maadili, mtu wa haki alisimama na kusema kile ambacho nilikuwa nimebeba peke yangu kwa muda mrefu. Alisema kuwa ukimya ni aina ya katili. Alisema kuwa heshima haifungwi na ndoa. Alisema kuwa ukweli haupaswi kufichwa ili kulinda taswira. Maneno hayo yalirejesha usawa moyoni mwangu. Sikutaka kuonekana mshindi, nilitaka tu kuonekana binadamu. Kisha kulikuwa na utambuzi wa kina, ukweli wa hisia ulifichuka. Nilielewa kwamba sikupoteza mapenzi, niliepuka mtego. Nilielewa kwamba kile nilichokipenda kilikuwa waizo la mtu, si mtu mwenyewe nilielewa kwamba karma haipigi kelele, inafanya kazi kimya kimya. Nilipata ukombozi usiohitaji makofi. Nilipata amani isiyohitaji ushahidi. Nilijua kuwa familia ya kweli ni ile inayokupa sauti, si ile inayokunyamazisha. Mwisho haukuwa mlipuko wa furaha, bali pumzi ndefu ya utulivu. Nilifunga ukurasa bila kuuchoma niliacha mlango wa nyuma wazi kwa msamaha, lakini nikaufunga kwa matumaini yasiyo na mizizi. Na kama kuna kusisimika kunakobaki, ni kwa sababu maisha yanaendelea. Kuna hadithi nyingine zinazoandikwa, kuna mapenzi yanayokuja bila kuninyamazisha. Na kama kesho italeta jaribu jipya, nitakabiliana nalo nikiwa na uterezo langu lililoimara. Leo ninapotafakari, najua funzo moja kuu. Upendo wa kweli hauogopi ukweli. Mtu anayekupenda hata kunyamazisha ili ajilinde. Na kama umewahi kupendwa kwa ukimya, ujue hili, haukuwa mdogo sana kupendwa, ulikuwa mkubwa sana kupuuzua. Chagua wewe, chagua sauti yako, chagua heshima, kwa sababu mwisho wa siku upendo unaokunyamazisha si baraka, ni onyesho. Kama hadithi hii imekugusa, parafadhali like, subscribe, na uniambie unatizama kutoka wapi.